Na washikadau wa sekta ya ujenzi wameipongeza serikali kwa agizo la kuainisha kidigitali utengenezaji wa hati miliki za ardhi ili kubaini stakabadhi ghushi na kuondoa matapeli wanaowaibia wawekezaji. Akizungumza wakati wa kutoa hati miliki za ardhi katika eneo la Thika, afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya ujenzi ya Hodari Homes, Musa Gaturima, aliwataka vijana kuwekeza katika sekta hiyo inayo kukua kwa haraka ili kujitengenezea makao ya siku za usoni. Aidha aliwataka wawekezaji walio ng'ambo kutumia stakabadhi zinazostahili ili kuepuka mahangaiko baadaye wananyanyaswa ama wanatapeliwa na jamii. Sisi kama Hodari Homes tuweza kuja na jia kababe kabisa ya kuweza wao waweze kupata daraja ama waweze kupata kifua cha kulilia diposa. Sisi kama Hodari Homes, tuko na jia mwafaka ile wanatufikia na tunaweza kuwauzia na wanapata cheti miliki. Igawaje kumekuwa na changamoto na hizi cha, changamoto tunaweza kutatua zingine, mojawapo ni vile wale wako kule Ugenini, ama kule Ulaya wataweza ku wekeza wakiwa huko. Ya kwanza tumeanza kukuwa very efficient kidigitali ama digital uh, wanaweza kulipa through our paybill number wakiwa huko, pesa inafika huku, tunafanya the receipt. ni mtoto wa beneficiary huku Hodari Homes, ni mamangu amenunua na amenimotivate sana, mimi kama bado msana mdogo pia mimi niweze kujituma, niweze pia mimi kupata cheti changu cha kupata shamba. Mimi nitawaambia siku hazirudi nyuma, bali tunazidi kusonga mbele.